Waaskofu wakuu wa majimbo, katibu mkuu, na viongozi wengine wa dayosisi yetu, wachungaji, pamoja na watumishi wengine wa kanisa, Mchungaji Daktari Lyimo pamoja na familia yako nzima, wapendwa washarika wote wenyeji pamoja na wageni, itifaki imezingatiwa. Nasoma muhtasari wa kitabu kinachozinduliwa leo kisemacho Malezi Bora ya Watoto, ili kujenga familia imara katika karne hii ya utandawazi, kilichoandikwa na mchungaji daktari Godrick Efraim Limo. Wasifu wa mchungaji daktari Limo kitaaluma, kipekee hapa ni elimu ya juu. Mchungaji Daktari Godrick Limo ana shahada ya kwanza ya theolojia ya chuo kikuu kishiriki cha Makumira Muko, shahada ya kwanza ya elimu ya chuo kikuu kishiriki cha kumbukumbu ya Stefano Moshi simuko shahada ya uzamili ya theolojia ya chuo kikuu cha Oslo, shahada ya uzamili ya elimu ya chuo kikuu cha Oslo na Ake, Ake, University College of Applied Sciences Norway, na shahada ya uzamivu ya falsafa ya elimu PhD in education ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo alifanya utafiti wa students social Psychosocial challenges and provision of counseling services among secondary schools in Moshi district Tanzania, kuanzia mwaka 2019 hadi 2025, alifaulu vizuri sana kwa alama hey, A na kutunukiwa <clears throat> na kutunukiwa PhD ya falsafa ya elimu Siku ya Ijumaa tarehe 13 mwezi wa 6, 2025. Katika safari yake ya elimu Mchungaji Daktari Godrick Limo ameandika makala mbalimbali mbali zilizo na ubora na kukidhi viwango vya kimataifa, hivyo kupokelewa na kuchapishwa kwenye majarida mbalimbali mbali ya kimataifa. Vitabu hivyo au makala hizo ni kama vifuatavyo: Analysis of teachers law payment in Tanzania, a case study of public secondary school in Moshi rural district, mwaka 2014 na hichi kili uh, kilichapwa kule Australia, lakini kingine ni Education indigenous knowledges and de development in the global south contesting knowledge for a suitable future na hichi kilipublishiwa kili pia nje. Kingine au article nyingine ni empower, the empowerment of women in east Africa, a case study of evangelical lutheran church northern diocese. Article nyingine application of the indigenous and modern career counseling in education na kingine nyingine ilikuwa ni cultural practices in professional counseling in secondary schools in Tanzania, implications and lessons. Na cha mwisho au article ya mwisho ilikuwa juu ya provision of counseling services in handling psychosocial challenges among students in secondary school in Tanzania, challenges and opportunities, vile vile Mchungaji Daktari Godrick Lyimo ni mwandishi wa vitabu vitatu, vitabu mbalimbali mbali, na mpaka sasa amekwisha chapisha vitabu vitatu ambavyo ni Empowerment and Autonomy of Women in Tanzania kilipublishiwa mwaka 2016. Cha pili ni mwanafunzi anayeishi kwa malengo shuleni mwaka ule 2018, na cha tatu ndicho hichi Malezi Bora ya Watoto ili kujenga familia imara karne hii ya utandawazi mwaka 2025, na ndicho kitakachozinduliwa leo na mheshimiwa msaidizi wa askofu mchungaji Msanya. Mazingira yaliyomfanya mchungaji daktari Limo kuandika kitabu hiki kinachozinduliwa leo, kama hata tulivyosikia mhubiri wa leo mchungaji eh, mkuu wetu wa Jimbo la Hai alivyosema, karne hii ya ishirini na moja tumeshuhudia mageuzi makubwa yaliyosababishwa na utandawazi na maendeleo ya sayansi na teknolojia ambayo yamebadilisha sana utamaduni na malezi ya watoto kwenye familia nyingi hapa Tanzania na ulimwenguni kwa ujumla. Wazazi wengi wameacha mfumo wa malezi wa zamani na kufuata mfumo wa malezi wa utandawazi wenye tamaduni za kimagharibi zaidi. Zaidi ya hapo, wazazi wote yaani, baba na mama, wanaweka mkazo mkubwa kwenye kazi na kutafuta fedha inayopelekea kukosa muda wa kusimamia malezi bora ya watoto ambapo sehemu kubwa ya malezi imeachwa isimamiwe na wasaidizi wa kazi za nyumbani, yani house girls na house boys. Hii imepelekea mmomonyoko wa maadili kwa watoto na familia nyingi kusambaratika na hata mahali pengine wazazi kutalikiana. Hali hii imefanya watoto wengi kukosa malezi bora na mwongozo wa maisha yao kutoka kwa wazazi wao baba na mama au walezi. Watoto wanashindwa kutatua changamoto zao na kujiendeleza au kuendeleza vipaji na uwezo Mungu aliowapa. Watoto wanashindwa kutawala mihemko ya miili yao na kujiingiza kwenye uasherati unaosababisha mimba za utotoni na pengine magonjwa ya zinaa. Mchungaji daktari Godrick Lyimo ameandika kitabu hiki ili kuwasaidia wazazi na walezi kuwapa watoto wao msingi imara wa malezi bora na hatimaye kuwa na familia imara kwenye zama hizi za utandawazi. Kwenye sura ya kwanza, Mchungaji Daktari Lyimo ameanza mjadala kwa kuonyesha chimbuko la familia. Dhana ya familia imeelezwa kwa mitizamo mbalimbali ya wanazuoni. Familia ni taasisi muhimu sana katika kutoa malezi bora kwa watoto duniani kote. Inapaswa kumlea mtoto vizuri kwa kuwa na mila na desturi nzuri. Familia imara hujenga jamii imara na jamii imara hujenga kanisa na taifa imara la watu wenye hofu ya Mungu, watenda haki wenye upendo na watu wanaofanya kazi kwa bidii. Kwenye sura yake ya pili Mchungaji Daktari Limo ametoa ufafanuzi wa maana ya misingi imara ya familia na umuhimu wake. Na hapa ameweka mkazo kwenye upendo ndani ya familia, umuhimu wa sala na ibada za familia, kufundisha watoto kufanya kazi na kuwajibika, uwazi, uadilifu, kuheshimiana na kudhibiti migogoro kwenye familia. Endapo kila familia itawekeza kwenye misingi hii na mingine mizuri, jamii itafanikiwa kutoa malezi bora kwa watoto na kujenga familia imara kwenye karne hii ya utandawazi. Sorry, kwenye sura ya tatu, mchungaji daktari Limo ameeleza kwa kina umuhimu na wajibu wa wazazi katika kuwalea watoto vizuri na kuwaandaa kuwa wanafamilia na wanajamii bora watakaotoa mchango bora kwa kanisa na taifa. Mchungaji Daktari Limo kwenye sura hii amesisitiza sana kuwa shule ya kwanza ya malezi ni nyumbani, wazazi ni walimu wa kwanza na walezi wa watoto. Ubongo wa mtoto ni kama karatasi nyeupe, mzazi anaandika hapo misingi ya malezi bora. Pia mchungaji daktari Limo kwenye sura hii ametoa wito kwa wazazi wote, baba na mama, kushirikiana kwenye malezi ya watoto ili kwa pamoja wajenge watoto wa wajenge watoto kuwa na nidhamu nzuri na maadili mema. Wazazi na walezi wamehimizwa kulinda usalama wa watoto dhidi ya matumizi mabaya ya mitandao na amewapa mbinu mbalimbali mbali wanazoweza kutumia kwa ajili ya kuboresha ulinzi na usalama wa watoto mitandaoni kipindi hiki cha utandawazi. Kwenye sura ya nne Mchungaji Daktari Limo amechambua kwa kina aina za malezi ambazo ni mtindo wa malezi ya kimabavu, mtindo wa malezi ya kudekeza. Kuna mtindo wa malezi ya kutelekeza na mtindo wa nne ni wa malezi ya muafaka. Mchungaji Daktari Lyimo amefafanua kwa kina sifa za kila aina ya malezi na kutoa elimu kwa wazazi wanavyoweza kushiriki kwenye kuwajenga watoto wao au kuua familia zao wenyewe. Mchungaji Daktari Lyimo ameshauri wazazi kutumia malezi ule mtindo wa aina ya nne ambayo ni malezi muafaka. Na hii ni aina ya malezi ambapo wazazi wanakuwa na upendo na ukali kiasi kwa watoto wao. Wazazi wanakuwa wakali kwa mambo maovu ambayo watoto hawapasi kuyafanya, lakini pia wazazi wanaonyesha upendo kwa watoto wao na kuwapongeza wanapofanya mambo mazuri. Hali hii hufanya furaha kutawala katika familia. Malezi ya namna hii ndiyo yanayotakiwa, kwa sababu yanawasaidia watoto kujenga tabia njema, nidhamu, maadili mazuri na kuwa watu wema, hivyo kujenga familia imara kwenye karne hii ya utandawazi na katika sura yake ya tano ambayo ni ya mwisho mchungaji daktari Lyimo amejadili suala la malezi kwa mtazamo mpana akimulika dhana ya utandawazi suala la utandawazi limejadiliwa kwa kina ili kuwasaidia wazazi walezi washauri wanasi na walimu kuwafundisha watoto na wanajamii wote kuhusu dhana ya utandawazi katika uzuri na ubaya ili kujua namna ya kuwalea watoto katika jamii kulingana na mila, desturi tamada, tamaduni na misingi ya familia zao. Hakuna familia isiyoweza kukwepa utandawazi katika karne hii. Mabadiliko ya sayansi na teknolojia yana athari nzuri na mbaya kwa kila familia na ili kufanikisha suala la malezi bora na kuwa na familia imara katika zana hizi za utandawazi, inabidi kushirikiana na wadau wote wa malezi kwa watoto kama shule, vyuo, taasisi za kanisa, vyombo vya habari kama runinga, magazeti vitumike kutoa mafundisho na malezi bora kwa watoto ili kuwe na familia imara na vizazi, sasa na vizazi vya baadaye. Mwisho, nichukue nafasi hii kuwakaribisha wazazi, walezi, washauri na wanahisi wa mambo ya familia na malezi, viongozi wa kanisa pamoja na wataalamu wa ustawi wa jamii, walezi wa shule za awali, msingi, sekondari na vyuo na uh, walimu wa semina za ndoa kutumia kitabu hiki kilichoweza kitakachoweza kuwapa maarifa mengi kuhusu nguvu kubwa kwenye malezi bora ya watoto ili kujenga familia imara kwenye kipindi hichi cha utandawazi. Vilevile nipende kuchukua nafasi hii kumpongeza Mchungaji Daktari Limo kwa kazi hii kubwa yenye tija kwa jamii nzima ya leo na hata kesho. Maana ukimlea mtoto vyema leo, ni hakika atakuwa mzazi au mlezi bora kwa kizazi kijacho. Kazi hii imeonyesha bidii, juhudi, uthubutu, uvumilivu, kujitoa na hata kutumia muda mwingi katika kuikamilisha. Hivyo niombe hii iwe ni chachu haswa kwa vijana, kwani elimu haina mwisho. Tusipende vitu vya haraka haraka visivyoumiza kichwa na vitu vya shortcut. Tunasikia na kuona watu wananunua PhD tu, wanaandikiwa maandiko, majarida na hata unakuta wana, wanapewa wanaandikiwa hata vijitabu, hawafanyi bidii yoyote, lakini hii haikuwa kwa mchungaji daktari Limo. Kwa kweli tumpe hongera zaidi. Tafiti kama hizi ziusuzo jamii zetu tunazihitaji sana, na tena ziandikwe na wazawa kwa ajili ya mazingira yetu. Kwa muda mrefu tumetegemea na kutumia tafiti toka nje zilizoandikwa na wageni. Sasa ifike wakati tafiti zetu tufanye sisi na tuzienzi vilivyo vyetu kwa matumizi ya ndani ya nchi yetu. Mwisho kabisa ni, niombe kwa umuhimu wa mada ya kitabu hichi, Baba Askofu, msaidizi wa askofu pamoja na viongozi wetu wa diocese mliopo hapa, kitabu hiki kipate nafasi katika gazeti letu la Umoja Daima na majukwaa mengine katika makala ndogo ndogo ambazo ni endelevu, ili kiweze kuwafikia watu wengi kwa haraka, kwani itasaidia sana kutoa mwongozo kwa jamii juu ya malezi bora kwa watoto wetu kipindi hichi cha utandawazi. Zaidi tukutakie Mchungaji Daktari Lyimo Baraka za Mungu, ili elimu hii ya juu uliyoipata ikatumike kwa ajili ya kazi yake hapa duniani, na zaidi akuongezee kipaji na maono ya kuandika mambo na mada nyingine kwa ajili ya kufundisha jamii na taifa kwa ujumla. Naomba kuwasilisha.